Maafisa kutoka kwa vitengo mbalimbali kaunti ya Mombasa wanaendelea kuwasaka watu watatu waliotumbukia Bahari Hindi na kuzama baada ya mashua iliyokuwa na watu 40 na watu 22, kunradhi, kupinduka wakati wa mashindano ya mashua katika tamasha la Bahari Afrika Mashariki. Kamishna wa Kaunti ya Mombasa, Mohamed Nur, akisema kuwa tamasha hizo zimesimamishwa ili kutoa nafasi kwa operesheni ya uokoaji. Maria Sebastian anatuarifu. Hali ya majonzi imeikumba familia za waliokuwa wakishiriki katika tamasha za bahari kaunti ya Mombasa baada ya mashua yao kuzama. <mimitation> Kamishna wa kaunti ya Mombasa, Mohamed Nur, alisema kuwa tamasha hizo zimesimamishwa ili kutoa nafasi kwa oparesheni ya uokoaji wa watu watatu na kuwaomba wananchi kuwa, kuwa na subira na kuwapa nafasi vikosi vya uokoaji kufanya kazi yao ya kuwasaka waliopotea na kujiepusha na fujo. So, tunataka wa so, tunawaambia wastaambili wapatie ile teams zinafanya kazi nafasi ya kufanya kazi, waweze kutafuta hizo mwili tuweze kuzitoa kwa bahari. Yangu ni kuimiza tu eh, tusikue na shida kama ile jana ambaye watu walitupa mawe ama kufanya nini. Tumekubaliana na the organizing committee to suspend hiyo operation hiyo mchezo leo ingekuwa siku ya kupatiana award lakini tumesuspend yote. Gavana wa Mombasa AbdulSomad Nasir alisema kuwa tamasha hizo ambazo huandaliwa na waandaji binafsi kila mwaka zimekatizwa mapema baada ya ajali hiyo kutokea, huku mbunge wa Jomvu Bari Twalib amezitaka familia kuwa na subira wakati shughuli ya pamoja ya ukoaji ikiendelea. Ile mashindano ya mwisho ndio iliweza uh, kupinduka watu takriban kumi na tisa wakaweza kuokelewa watatu wakawa mpaka sasa hatujaweza kuwapata. As we speak right now, kuna multi agency team um, from uh, we have the CSOs who've been here from yesterday and then um, uh, the red cross ambao kwamba wameweza ku perform uh, matters of first aid including the county government of Mombasa in terms of health. Nataka pia kusema kitu moja nikiwa kiongozi kwa kumetokea incident ya kuona kwa watu wafanya hasira na wakaweza kuleta fujo na vurugu na wengine pia wakaweza kuumizwa kidogo. Hiyo haitaleta suluhisho. Suluhisho yetu twajua, tumekuwa e, athirika kwa kupoteza maisha, lakini matatizo ya kuweza kuleta uharibifu zaidi haichoweza kutengeneza katika kutekeleza lile ambalo tunataka kutekeleza leo. Serikali ya kaunti ya Mombasa imehakikishia familia za waathirika kuwa miili ya wapendwa wao itapatikana huku familia hizo zikitaka haki na kushtakiwa kwa mwandalizi wa tamasha hizo. Na aliyezama hapa ni kijana ya sistangu. So nilipigiwa simu nikaja hapa. Kuanzia jana nimelala hapa na nashukuru sana Kiafrika tumelala nao hapa wametupatia usaidizi. Na kitu ambacho nilikuwa kuwa naomba pia ambao tuweze kupata msaada zaidi ni hiyo mambo ya hiyo hoteli iweze kuchunguzwa, kwa sababu ukiangalia hiyo video hawakuwa na hiyo life jacket. Kwa event hii ambayo ilikuwa imefanywa jana, haikuwa imeweza kufuata zile safety measures ambazo zinafaa kuweza kuwekwa katika event kubwa kama hii. Kwa hivyo tunaomba tu kwamba process hii ya kutoa mili ikiendelea, na tutakapopata mili tuweze kufanya postmortem alafu tuweze kutafuta, kutafuta njia za kupata haki kwa zile familia. Sebastian Maria, Undugu TV.